Najisikia uchungu eh, nini, mm, eh, nini kinayofanya? A sawa, nimekutana na mama yangu huyu, bwana mpambanaji e, kweli kweli mtafutaji huyu. Shikamoo. Baba kwema. Eh, salama. Naitwa nani? Mimi naitwa Sara. Sara? Sara, nani Naitwa Sarah Gervas. Eh. Hongera sana kwa kazi. Haya, asante sana. Napambana kule kweli? Eh, anapambana sana tena sana. Eh, maana bila hivyo haiwezekani. Eh, lazima tupambane sana. Umeona hapo, unagonga mawe nini, ndio shughuli yako, si ndio? Hii ndio shughuli yangu. Dwene nipatia ajira na riziki ya kuweza kukizi mimi mahitaji yangu na watoto wangu. Ah, eh. Nataka uniambie kwanza kitu kimoja kwenye hii kazi una muda gani? Katika hii kazi nina zaidi ya miaka kumi. Ah. Eh. Eh? Eh. Kabla ya shughuli hii ya kuponda mawe ulikuwa unafanya shughuli gani? Nilikuwa tu ni mama kwenye mgeawa, nilikuwa najishughulisha na mamarishi. Eh. Mantilie tunaita. Manitilie. Eh. Sawa. Ilikuwaje, eh? Sasa ukaamua kuacha biashara ya chakula na kuja kwenye biashara hii ambayo kiwalisia ni biashara ngumu, ni kazi ngumu sana eh? Kuponda mawe sio kazi rahisi eh. Ni kweli ila sasa kutokana na majukumu na mazingira E, ndio kidogo ikanikuta nimeingia kwenye changamoto kama hii, kwa sababu huo mgao wenyewe nilikuwa nauza, kuna wakati kodi ilinishinda kulipa, na vile vile vyombo navyo vilikuwa sio vya kwangu, kwa hiyo naye pia ikawa ilifanya mazingira yawe magumu, nikashindwa kuendelea na ile kazi eh. Okay. E. Sasa kazi hii kwa asilimia kubwa ukiangalia wanasema ni kazi ya wanaume, kwa sababu mnatumia nguvu nyundo zile nzito kuponda mawe nini wewe kama e, mwanamke wakati unaanza kwa mara ya kwanza, ukuhofia laba, na ilikuwa rahisi kiasi gani kuweza kuimudu hii kazi? Aa, kwa kweli haikuwa kazi rahisi sana, kwa sababu navyosema, haikuwa kazi rahisi sana. Ni kwanza kuinua jiwe peke yake ni kazi ngumu. Ehe, alafu kupiga na nyundo naye ilikuwa ni kazi kazi ngumu ngumu sana, kwa hiyo kazi ni ngumu sana. Eh. Sawa. Okay. Sasa ilichukua muda gani kuweza kuimudu Ah, uh, ilichukua kama ndani ya miaka miwili hivi. Eh, hizi siku za mwanzo ilikuwa ni ngumu sana, mwaka wa kwanza ulikuwa ni mgumu sana. Eh. Okay. Eh. Sawa. Sasa niambie kitu kimoja, kwa sababu hapa naona kuna ndoo hizi ambazo mnajaza. Ah, ndoo moja mpaka ijaye yani inakuwa ni kiasi gani? Ah, ndoo moja mpaka ijaye inakuwaga shilingi 300, tatu. Eh. Eh. So, kwa siku ndoo ngapi unajaza? Ah, uh, kwa siku at least kwamba naweza nikafikisha debe 20. Yaani ndoo 20. Eh. Eh, o so, labda ukiingia asubuhi mpaka jioni hapo unakuwa ni kiasi gani cha pesa unakusanya? Kiasi uh, yes, cha pesa chenye uhakika sana sana ndio hiyo shilingi 7000, 6000. Eh, na siku nyingine labda kwenye kuchekecha hiki kifusi kinapokuja, at least unaweza s unaeza ukafikisha bei arobaini, yaani kwenye kuchekecha sasa. Kwenye kugonga na kuchekecha eh, ni vitu vili tofauti. Kuchekecha kidogo inakuwa ni bei mia mbili eh, hamsini. Hili ndo likijaa ndo mia tatu. Kwa hiyo kidogo kichekecha vifusi viwili vitatu inakuwa lazima at least mpaka kufika muda huu uko mbali sana. Kwa ndo moja mia tatu. Eh, ndo moja ni mia tatu eh. Ndio pia kuifanya kui ijae sio mchezo. Eh, ah, sio mchezo ni kazi ngumu sana tena ule ushibe. Eh. Eh, ndo bwana kuishindilia mpaka eh, ijae. Eh, yani unatakiwa ule mpaka ushibe. Wow. Eh. Unaingia saa ngapi ofisini hapa na saa ngapi unatoka? Ah, hapa ofisini naingiaga saa moja alafu natoka saa 11. At least nimechelewa sana saa 12, yani ndio namaliza mkazi na kufunga. Eh. Sasa hebu niambia kitu kimoja. Eh. Uh, kwa siku ni 5000 napata, 4000, 6000. Uh, maisha yakoje nyumbani una, una, watoto, familia laba nini? E, na familia na pia na watoto. Kwa hiyo e, changamoto ni nyingi kwa sababu watoto wangu wanahitaji kula. Alafu pia wanahitaji waende shule wanasoma eh. Kwa hiyo e, unakuta hiki kipato ninachokipata bado ni kidogo akikizima oje. Yaani mahitaji yangu, Mimi na familia yangu. Eh inakuwa at least bado sijaweza kuvuka zile hatua za ambazo zinahitajika. Watu wangapi? Mm, na watoto tano, wote e, wanakula kupitia shughuli hii. Kupitia shughuli hii yeah. Uh, eh. Baba yupo? Aa, baba yao yupo ila tumetengana. So wewe ndio kila kitu? Mimi ndio kila kitu, mimi ndio baba, mimi ndio mama eh. So, kodi, chakula, shule, sijui nini, kila kitu ni kazi hii eh, ni kazi hii ndio inanifanya mimi kidogo nikidhi mahitaji mimi na familia yangu kupitia hii kazi. Sawa, unawezaje pengine kuweza kumudu yote, kwa sababu ukiangalia kwa maisha ya da, kwa siku ingize elfu tano, una watoto, unajua kulipa kodi, chakula, unawezajewezaje mamangu kuweza kuihimili vyote hivyo? naweza kuihimili katika mpangilio. Yani napanga ratiba zangu e. kwa hiyo ninapopanga kwamba unakikuta kabisa moja, at least kwamba nakuwa na mpangilio mzuri eh e, jinsi ya kujibana, yani budget. Unajua kwa wiki unaingiza shilingi ngapi na watoto wanahitaji wafanya nini na kodi ya nyumba inatakiwa ulipe vipi. Eh, kwa hiyo kitu kikubwa ni kuendelea kupambana eh. Sasa mama wangu Sarah hebu niambie we mara ya mwisho lini umeenda dukani kununua nguo mpya? Nimenunua ah, ni... nguo. Eh, ni muda sana kwa kweli. Eh, ni muda uh-huh. Eh, sana. So, ah, ni muda. So una miaka hujavaa nguo mpya atirisi, ile kama nguo unakuta atirisi labda mwaka jana ulinua za kutosha zipo mwaka huu unakuta labda miezi ya kwanza sasa miezi so kila, e, uwe kwa kila siku. Eh. Ni muda mrefu sana. Eh. Mara mwisho lini umeenda saluni labda ukasuka kidogo ukapendeza? Ah. <laughs> Unaendaga at least hizi saluni za mtaani, si unajua za nywele hizi za kidogo Ehe, za kawaida sio zile lasta za elfu kumi sijui elfu hamsini ah, hapana. Kitu gani kama mwanamke uh, unatamani kukifanya na hujawahi kukifanya, labda kwa mfano kwenda saluni kusuka nywele nzuri, au labda kuweka makeup nzuri, au kunua nguo nzuri, au kunua kiatu kizuri? Wewe kama mama, ni kitu gani ambacho unakitamani ukifanye au ufanye, lakini uwezi uwezo wako ni mdogo? Vitu ah, ni vingi sana Eh, vitu vingi sana natamani kuvifanya, ila sasa kutokana na kipato ninachokipata ni kidogo, kwa hiyo akikizi sana haja hiyo kusema nitimize hayo majukumu yote eh. Haja kimoja ambacho wewe kama mwanamke ulitamani ukifanye lakini uzo wako ni mdogo, yani hivyo kujikuta e, katika kujipendezesha napenda kupendeza kama mama eh, alafu na e, napenda niwe na nyumba yangu eh, napenda niwe na biashara zangu eh, vitu kama hivyo na vitamani kwamba ifike wakati na mimi Niwe, watu, so e, e, na e, niwe na watuma watu so mi wananituma ndo vitu kama hivi. Napenda kuwa bosi, niwe na masekretari wangu pembeni ili maisha mengine yaendelee. Wakati unakuwa una mama yangu, wewe ulikuwa una unatamani pengine kuwa nani? Yani mimi, yani natamani Yaani malengo ni mengi. Ila sasa kama malengo yanakuwa ni mengi afu yatimii unahisi kama bado. Lakini kwa sababu wanasema kwamba usikate tamaa, bado maisha yanaendelea, kitu kikubwa ni uzima. Tunaendelea kupambana. Ila nilitamani kuwa mfanya biashara mkubwa sana. Eh, kutoka yani biashara kubwa ambayo nazungumzia, naweza nikaenda Zanzibar kuchukua labda vitu mbalimbali na kuja nauza kwenye maduka, maana ni hivi vitu vitu kama hivyo eh. Mm, niwe mfanya biashara mkubwa. Unafikiri pengine nini ambacho kilikwamisha huyu mama yetu Sara kushindwa kuwa mfanyabiashara mkubwa, at least kwamba naweza nikasema kwamba bado ndoto zangu ninazo, nitafika wakati Mungu atanifanyia wepesi. Bado sijakata tamaa. Eh, naamini Mungu yupo. Mm, kwa hiyo naamini kwamba malengo yangu yatatimia tu wakati uh, wakati utafika wa Bwana eh mfanyabiashara mkubwa Tanzania. Biashara mkubwa sana Tanzania. Kwa sababu biashara ndogo unavyoifanya haimaanishi kwamba utabaki pale pale, hapana. Kuna wakati biashara zitakuwa kubwa zaidi. Na ili wewe biashara uwe mfanyabiashara lazima uwe na changamoto nyingi uzipitie. Sasa at risk kwamba unakuta hata kama ukiwa na biashara ndogo, haiwezi kuwa ndogo kila mwaka, lazima kuna wakati itabadilika itakuwa kubwa. E, unaanza na kidogo alafu baadaye kitakuja kikubwa. Eh. Mm, na ndio maana hata kama ningeanza na biashara ile ya mgahawa ningeendelea mpaka leo na maana ningekuwa niko mbali sana. Ningefungua migahawa mingi sana. Eh. Ukiwa uko hapa unaponda mawe jua kali la saa saba. Eh, haijatokea wakati labda nafsi yako ikavunjika moyo kwamba mm. Kwa hali hii naweza kufanikiwa kuliko mfanyabiashara mkubwa. Eh, at least kwamba nafanya kazi kwa malengo, ndio kitu ambacho bado najipa moyo na baki, nasema niko pale pale kwamba lazima malengo yangu yatimie. Ili yatimie malengo yangu, lazima niishi katika ile ndoto ambayo naidhania, maono yangu kwamba lazima itakuja, itatimia, wakati utafika. Eh, kwa hiyo at least kwamba sitabaki hivi hivi tu katika maisha haya, miaka inayenda, rudi hapa. Eh, kwa sababu ndio maana nilikwambia, ndani ya miaka kumi kwamba kuna vitu vingine tena, nilikuwa na vipambania tofauti na kazi hii. Eh, unakuta unafanya kazi ndani ndani ya mwaka mwaka mwingine unafanya kazi nyingine au unafanya biashara zingine na mambo mengine. Kwa hiyo at least ukiona huko kumebana, unarudi tena, lakini limnadi tu kwamba usikae hivi hivi kabisa. Eh. Malengo ni kuwa mfanya biashara mkubwa na kuajiri wengine. Eh, na kuajiri wengine. Eh, eh, niwe bosi. Eh, yo. <laughs> Are you sure? Tu ya ajira. Eh, ni tu ajira kwa wengine. Eh, yani nisiwe mtumwa tu kila siku, na mimi nipate ni wa kuwatuma. Eh. Hebu niambie kitu gani kina kina kinakuumiza laba kwenye kazi yako hii utafutaji huu, yani imekuwa ina, ina, ina kuumiza nafsi yako? Uh, nafsi yangu, kitu kikubwa ambacho anachoona kinazidi kuniumiza ni ile hali ya kuona kila siku sijapiga hatua ya kwa yale malengo yangu niliyoyapanga. Ndio kitu kila nikilala ni nikiamka na waza kwamba ni lini nitaachana na hii kazi ngumu ili nifanye lengo langu lile litimie. E, ili nirudi kwenye yale maono yangu ambayo yataniinua. E, ndio kitu ambacho kinaniumiza yani. E, kila nikikaa nasema hapana, hii sio kazi yangu, yani. E, nimechoka, nahitaji nifanye kazi nyingine. Kwa hiyo ndio maana nasema narudi pale pale, bado naendelea kumwomba Mungu eh. So malengo ni kufanya biashara ya mgawa a mgawa na hata kama ikiwezekana na biashara zingine, biashara ni nyingi, labda nguo, viatu, mabegi hivi. Eh, au biashara za nafaka, mahindi, mpunga, unachukua Morogoro eh unaleta kwa basi, zote ni biashara uh, mwanao wa kwanza ana umri gani? Mwanangu wa kwanza ana miaka ishirini na tano. Uh, na miaka, ishirini, yes. um, ameshamaliza. mm. Mm. Unasoma, ni wangapi hapo hapo wanasoma wako wanne eh, baada ya kumaliza huyo mkubwa e. oh, una mzigo kweli kweli eh. na mzigo mkubwa sana, ndio maana sema changamoto ni nyingi sana ndio maana napambana sana kwa sababu nahitaji watoto wangu wasome ili kwamba ifike wakati, sitaki warudie tena katika maisha naishi mimi mamao. mm. mm. na hapa pia nikipitaga mchana hapa jua ila saa saba lile, ah, ah, jua ni kali sana hiyo kama jua ni kali sana, unakuta at least kwamba utafanyaje, unajinsi sio kusema, kuna sehemu kwamba kuna mahema labda wameyaweka kwamba mtagongea kwenye mahema, hapana e. kama unavyoona mazingira yote yako wazi wazi hivyo, hivyo, yeah. okay. mm -hmm. ratiba ya kula ikoje? maana hii kazi inabidi ule ushibe. Sasa ratiba ya kula ndo inarudi pale pale, kile unachokipata inatakiwa ubudget ili kiweze kukukizi haja kuanzia asubuhi, mchana. Maana hapa mchana sijioni kifika, tunarudi nyumbani. Kwa hiyo asubuhi lazima ule. Usipokula huwezi kugonga yama. Eh. Kwa siku hapo nakula mara ngapi? Yaani mimi hapa kwa siku nakula mara mbili. Tena hapo ndo najiforce. Mwingine anakula mpaka mara tatu. Yaani akizunguka kirudi amekula. Akizunguka migao, sipo na mwingine ana hela na nini, unakuta yaani at least kwa mimi naweza nikasema nagonga hivi, lakini mwingine anaweza kafikisha hadi bei 30, bei 40 kwa siku. Wanaume labda. Ah, hata wanawake. Unajua nguvu zote ni tofauti yaani. Eh, hata wanaume. Eh. Hapa nguvu yako ndio ulaji wako, ndio ulaji wako eh. E, F5, kwa na na elfu tano mwenzako anarudi elfu ishirini au labda elfu kumi na tano kwa hiyo e, vipato tunatofautiana tofautiana kuna utendaji kazi hivyo kila mtu na nguvu yake anavyoitumia e. bila shaka mmemsikiliza e, mama yetu Sara akielezea kwamba kwanza yeye malengo yake ni kuwa mfanyabiashara mkubwa Tanzania kuja kuajiri watu wengi unaona lakini anasema pia Uh, anapenda sana biashara ya chakula eh, kuwa na mgawa wake kuuza chakula, lakini pia eh, kuajiri pale vijana wa Kitanzania ambao yeye atakuwa ndio bosi. Kwa hiyo bado anaamini kwamba katika ndoto yake inawezekana siku moja kuwa mfanya biashara mkubwa na kuja kusaidia wengine. So mi naamini mama yangu, usivunjike moyo, na ndoto yako inaweza kutimia siku moja eh, na mi naamini itatimia. Mungu ni mwema eh, maadamu kwa kwamba kwamba bado niko hai naishi. Kwa hiyo ninaamini kwamba atilisti wakati wa Bwana utafika sitobaki kama nilivyo. Pengine yawezekana Watanzania pia wakaguswa na mama yetu Sara, wakasema hebu tumsaidie bwana, tumtoe katika hii kazi ya kuvunjavunja mawe, tumpe takimtaji fulani vika biashara aweze kufanya biashara yake ya mgahawa. Kwa hiyo kama ikitokea kuna taarifa yoyote mama kwa wa Tanzania nitakufahamisha. Ah, sawa, mimi nashukuru sana. eh. Kuna taarifa yoyote hapa huko kwa Watanzania ambao wameguswa kusaidia, nitakuja kupata taarifa. Kazi njema, asante sana, Mungu akubariki. Mi e, nashukuru sana e, Mungu awabariki sana, tuko pamoja. Ah, yani najisikia uchungu. kwa nini? Hmm. Nini kinafanya kinaofanya una kipi cha kuzungumza na Watanzania ambao wanakuangalia muda huu? Yani kuna vitu kidogo nikivikumbuka, bas, tunamwachia kitu gani mama? Siwezi kuzungumza. kwa kifamilia ama nini? alaba kuna watu ambao walipelekea kuwa hapa Pole sana mama. yes, inaamini Mungu yupo, na kwa sababu una nguvu unapambana na imani, imani ipo kubwa, basi kila kitu kitakuwa sawa sawa mama yes, Tumefahamiana basi, mimi nitapita kila siku hapa na kama kuna taarifa yoyote nitakuja kukujuza. Asante yes, sana. Yes. Nafikiri wakati wa Mungu umefika sana. Nashukuru Mungu. Sio muda wa kulia. Labda na nami ni laki mm na kumalizia. Ah, uh, nasema kwamba, ah, kwamba bado najisikia vibaya na takuongea na shini. Nashukuru. Sawa, basi kazi njema ay, asante sana. Na nashukuru.